Niongee na huyu mtu anaitwa Ruto William Samoe Ruto William Samoe Ruto mimi ndio John de 45 I want to tell you like this hata pesa ya safari kwa ubado jamalizika kwa tumbo ushauza unauza shares za Kenya Airways I want to tell William Ruto uza zote. uza uza, uza zote zote hata hata kama kuna tunaweza pata soko ya Sudi, peleka. Sisi Ruto kitu hata at uze Uze nini, kitu yenye tunajua William Samoei Ruto ni one term. Na utatubabaisha. But I want to tell Gen Z like this. Gen Z when you remember the day William Ruto declared that you be shot kwa mguu. Mimi nataka kuambia namna hii. Mkikumbuka hiyo siku, vote William Ruto home. If you remember the way Rex Masai was brutalized and shot to death. Vote William Ruto Mkikumbuka yes. mm. Y nyinyi Gen Z na Wakenya na wamama naona, wengine wanapelekewa hapa mndoe hapa katundu na inaangushwa na ndege na wanaruka wakiendea. Mukikumbuka vile William Ruto aliweka watoto wetu for months, kama waonekani wako wapi, kama kuna wamama walikula Christmas kama waone watoto wao, mkikumbuka hiyo siku, usitoboe Ruto macho kwa ballot, muangushe aende nyumbani mara hiyo hiyo, but Ruto Ruto Ruto, you you you you you want to tell you like this whether whether whether sell sell sell Kenya Power, whether you sell Kenya power Airways whether you sell Safaricom, we will come for you. before to well, before Before before Singapore Singapore, Singapore, Singapore, lazima upitie Kamiti. Yes, Kamiti hapana, Shimo la Tewa. William Ruto uende uende uende. Mimi aende. Lazima ulete 11 billion za SHA. William Ruto, before uende Singapore lazima utuambie, Lang'ati mwenye aliona kijana wetu Albert Ojwang atolewe Homa Bay mpaka Nairobi na atupikishe ukuta, lazima tukupeleke kwa hiyo ukuta ujipikishe, tuone kama pia wewe utakufa. But I want to urge Kenyans. kwa vyovyote vile lazima William Ruto aende nyumbani yes. na kama kweli Mungu anaweza fanya miujiza, atuchukulie mapema. Juu katiba inasema a president may replace kama amekufa. Tutakubali. Hata president anaweza replaceiwa kama yeye ni mwenda zimu. Mungu kama unafanyanga watu wenda zimu, usisahau William Samoe Ruto. Juu sasa tuta shida tuking'angana hii Kenya, shida ya ODM Ruto, shida ya wa wakikuyu Ruto, shida ya waluya Ruto, shida ya wa wakamba Ruto. Ruto saa hii ananua maembe ya Wakamba na shilingi mbili ukirara ja. Ruto sijui anapeleka wapi maembe ya Wakamba <laughs> na anachukua na deni hata atawalipa. Ruto, wachana na maembe ya Wakamba <laughs> hiyo ndio farming activity <laughs> <laughs> ameenda kwa Waluya, yeye ndiye ananunua sugari yeye ndiye anafanya sijui amenunua kampuni yeah, na mayai. Na mayai. Mwinguku yamluia ikiangusha tu mayai na mna hii. Ruto ameokota. Ruto wachana mayai ya Waluya. Ameenda kwa Kikuyu miraa yeye yeah, ndiye anapeleka Somalia. Mubuka yeye yeah, anapeleka. Kahawa amefinya. Majani yeye yeah, na ananunua mashamba kwa Kikuyu. Kwani unataka kuhama huko Sugoi kuja ukae Meru? William Ruto kwani uriziki na hii yako, na at the end of the day William Ruto ni 6 by 6 hata ununue Weston hata ununue Kenya mzima, Ruto, utazikwa tu mahali padogo hivi. Ni nini nyingine, nikimalizia wanabunge. Wanabunge wewe, wanabunge power. Power. Wanabunge power. Power. I want to urge all Kenyans. The journey is the same kwamba tumebakisha safari yenye tumebakisha, mahali tumetoka ni mahali parefu sana, na hii Kenya it cannot afford another 5 years of William Samoei Ruto. William Ruto has promised so many things. Beginning with the, the gas ya mia tatu, he has not delivered. William Ruto, he promised kwamba ataleta unga yenye iko chini ya mia moja. Alipoulizwa akasema ni karatasi, alisema ni ya mia moja. Mm -hmm. William Ruto alipromise alidanganya mpaka watoto wa primary school. Kwamba ataleta mashine mtengeneze chapati milioni moja kila siku, hajaileta. William Ruto ndio the killer of the economy in Western region. William Ruto anatoa mahindi Kongo, analeta hapa Kenya. William Ruto ndio ana import sukari na mchele akisaidiwa na mohoria hapa anaitwa sijua Abdul Nasir sijua nani. William Ruto ndio the killer of the economy. Na William Ruto haweo haufai kutuambia kama economy imegrow ama ija grow. Cause every day every night William Ruto is looting everywhere. William Ruto amefanya hata wamama wakisikia jina Ruto wanajiharia. Juu anajua tu next ni kuabduct watoto wao. Wa ndio wamama wetu wazae na watoto wakuwe kwamba wanaweza toka nje na arudi jioni. William Ruto must go, must go! Ndio payslip ya wakenya ikuwe na heshima William Ruto must go oh! Ndio Kenya Power iskatu asubuhi irudishwe jioni William Ruto must go oh! William Ruto, ndio wagonjwa wa wakuwe na chakula kwa hospitali, ndio mbagadhi ifunguliwe, ndio sisi tukue na tukienda kwa hospitali tunapata madawa, tusiende na hizi tabia za shashe shisho shoshu. William Ruto must go home, na that's why I'm asking all Kenyans, let us register as voters. The only thing we can remove William Ruto democratically ni vote. Na wale watu wanasema watu wajui kama William Ruto atatoka ama atakatalia hapo. The Kenya constitution is the best in the world, as long as chairman wa IBC ametangaza, William Ruto ataenda kama raia sasa, so yes. Msianze kutuambia kama atatoka ama atatoka. Sisi hatutaki alete kisu, si kazi yake kuleta kisu. Jeshi iko ah, William Ruto tukimshinda azilete azilete, tuko na ki akisu. So I want to urge all Kenyans tuke na heshima na let us the journey, let the journey continue. Aluta Mm. Uipeleke two term Mm. Unapigania ODM ende wapi? Mm. kama uipiganii ende Mm. na wao wako two-term. Mm. na wewe ndio uresign hiyo Mm. barua inasema hadi 2027, 2027. Unashika mm -hmm. na 2027 haijafika. So badu. Unapigania hiyo ODM Mm. Uipeleke wapi? Iyo ndio swali mimi nataka kuuliza. Just that. Mm. mm. Kwa nini? Upigania ODM? Ya kazi ya ya nini. Ya nini. Mm. Achana nayo tayari wewe umeshana, we si mlafi, hautaki kuingia mambo ya place ambayo unaenda kuuzwa wewe. Ulisimama na Baba na ukasema wewe ulikuwa mfuasi wa Baba umkweli, mm. na uwezi kwenda kubetroy mm, lakini sasa wengine wanasema Baba aliwacha kwa broad based government. Alisema wapi? Hakuna mpotea bali, ambao Baba alisema ameacha watu kwa broad based government yeye alisema walienda na MOU ambayo ya kwenda kusimamisha aitwa je abduction judicial killings, ambayo Sifuna pia aliandika ile MOU, ambayo anajua ni ukweli. Ambao kina nani wanaandika? Yeye ndiye aliandika. So katika kama baba yuko Sifuna si yako na baba akasema Sifuna atakuwa anaongelea mambo ya chama peke yake, na kile ambacho Sifuna amesema ndio chama imesema. Yes, so any other question. Nataka kuuliza ni wewe unaweza chagua, Sifuna Nairobi senator mm -hmm. akiwa independent yeah I can. reasons reasons mm -hmm. Tari, the, the, guy the guy uh, that guy vile jamaa kuongea yake actually let me now answer in a, in, in a different way mm -hmm. sifuna is very smart on camera and on media mm -hmm. yeah, but, good but, that's kwa that's ground, but kwa ground mdia yeah. <laughs> <to do> <laughs> yeah. so sifuna is very smart so sifuna ni kama Ruto kwa kudanganya kwa camera hivi is very smart very mm -hmm. smart